Operesheni ambayo tunaendelea nayo katika maeneo mbalimbali ya jiji Dar es Salaam, pia na Pwani, tumefanikiwa kukamata watoto wanne na wanawake wanne, e, ambao hao watoto wameachishwa shule mbalimbali mbali na wazazi wao au walezi wao e, mwingine darasa la pili, mwingine darasa la tatu. Kwa hiyo tumewakuta wakiwa kwenye nyumba fulani ya mama mmoja ambaye ametolewa Mwanza lakini alipofika <coughs> alikuwa anatumia jina la like Kristo, kwa hiyo hawakutaka jina la like Kristo oh. Kwa hiyo akambadilisha wakampa jina la like Kiislamu, na akawa na watoto humo ndani eh, wanachukuliwa mara moja wanakwenda kufundishwa mambo haya ya, ya, ya kivita. ana ndio Abrahamu na kuna huyo ambaye mna huyo mwingine ambaye ana yeye ni mdogo Fatma. Kwa kweli mi naishukuru kwanza jeshi la polisi ushirikiano na pia sisi wazazi tunatakiwa tu tuna ushirikiana na jeshi la polisi, kwa sababu unapopata taarifa na unapoipeleka moja kwa moja kwa jeshi ya, ya polisi, na unapowaelezea jinsi ile inavyokuwa na ushirikiano wako na wao, kwa kweli watakusaidia.